Imetrend kwa Afrika na nje ya Afrika, anaizungumzia ndoa ama harusi inayohusisha masta wawili, mmoja kutoka nchini Tanzania, mwanamuziki na mwingine kutokea Nigeria, Jux pamoja na, na Priscilla. Tumeona mbombo nyingi, tumeona fujo nyingi, tumeona namna ambavyo ulimwengu umeweza kuizingatia Afrika hasa kwa hiki kitendo ambacho kimechukua nafasi katika siku za hivi karibuni. Sasa kuna huyu mwanamama ambaye ni sehemu ya familia ya kina Priscilla na mama yake ambaye anaitwa Chioma, na kupitia kwenye kurasa yake kwa Instagram alikuwa akishia baadhi ya matukio mbalimbali ambavyo mbali mbali mbali mbali yalichukua nafasi katika harusi husika iliyofanyika kwa Lagos, Nigeria. Na moja y kitu ambacho kimeweza kuchukua nafasi kwa sasa ni namna ambavyo ameweza kutoa siri alivyoweza kuishawishi familia ya Priscilla kumkubali Jux. Sasa mama mzazi wa mrembo huyo So, hii ni video ambayo alishia kwenye ukurasa ya Instagram ikionesha matukio mazima ambavyo yalichukua nafasi huko Lagos, Nigeria n akasindikiza tuna caption isemayo ilikuwa jambo moja kuatia moyo Priscilla pamoja na Jux akawa matag na kusema kwamba katika harakati zao za mapenzi hapo kwa hapo, lakini ilikuwa jambo tofauti katika kumshawishi mama Malkia kumruhusu msanii maarufu kutokea nchini Tanzania kutoka na binti yake wa pekee na kipenzi chake Priscilla. Wakati huo hatukuwa na uhusiano wote na Tanzania wala hatujawahi kufika huko. Yote yalionekana kama ndoto tu isiyowezekana, lakini muda mchache niliotumia na Juma nchini ya Rwanda ulinitosha kujua kwamba ni mtu mzuri mwenye moyo mwe mwema, ambaye bila shaka alipagawa na Pris tangu mwanzo kabisa. Haikuwa rahisi kumshawishi Iyabo, mama Priscilla. Nakumbuka nilikuwa nikitembea kutoka Oxford Circus hadi mwisho wa Knightsbridge, karibu masaa mawili, nikijaribu kumshawishi. Na baada ya hapo alikuwa akinipigia simu kila baada ya saa akisema, lakini Chioma, blog hii imesema hivi na blog ile imesema vile. Na nilikuwa nikimwambia tu, lakini wewe na mimi tunajua kwamba blog nyingi za udakwa zina ukweli wala msingi wowote zaidi. Hapo nilimhoji Juma sana akiwa Rwanda, aliponiambia wazi kwamba anampenda sana dadangu mdogo, hivyo kwa neema ya Mungu, nilikuwa na majibu madhubuti kwa kila wa wasiwasi wa Iyabo. Muda mfupi baadaye, akasema basi kama watatoka, yani kimaanisha kama watakuwa tayari kuwa kwenye mahusiano, ni bora awe tayari kumwoa. Na nikamjibu na kuhakikishia atamuoa. Aliniambia tangu siku ya kwanza kwamba anataka kumwoa. Kama mzaa, tulianza kupanga harusi kwenye simu hiyo hii ilikuwa ni mwezi Agosti mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Ilikuwa ni ya kuchekesha kwa sababu walikuwa tu wameanza uhusiano rasmi wakuwa wapenzi, lakini sisi tayari tulikuwa tunazungumzia harusi kama kitu halisi. Yabo alikuwa anasema ni lazima uje Nigeria kumchukua, alafu tuweze kufanya nyingine kwao pia. Nilikuwa nacheka mwanzoni kwa sababu ya jinsi alivyokuwa anaingia kwa undani wa mipango, lakini nikawa makini haraka sana, kwa sababu yeyote anayemjua Yabo kwa dhati anajua jinsi alivyo na unabii. Kila kitu anachokisema kwa mdomo wake. Utimia kama alivyokisema. Sogeza mbele hadi miezi mitatu baadaye, tukaanza kupanga harusi halisi JPA 2025 ambayo nyote mmekuwa sehemu yake kisha akamtag sasa mama wa Priscilla kwa kuandika jina lake, yaani Iyabo nili kusema kwamba nataka pia kukuheshimu na kupa maua yako leo kwa jinsi ulivyo mtu wa kipekee. Harusi imedhihirisha jinsi unavyopendwa na ninafurahia kwamba mataifa yanakuita umebarikiwa. Asante Priscilla kwa kunikabidhi Priscilla kwangu kama dadangu mdogo, jinsi ambavyo umenikubali mimi pia kama dada yako mdogo. So huu ni ujumbe ambao ameoshana kusema kwamba hii ni part one ya maelezo ya kile ambacho kilikuwa paka kushuhudia haya yote ambayo yamechukua nafasi na huenda kua kuna mwendelezo. So nitakusogezea hapa, lakini tu hii ni taarifa ya mwanzo ya kile ambacho